Kila siku unapoamka, unapewa fursa ya kubadilisha maisha yako, na kila siku unakuwa na sekunde takriban elfu kumi na nane ambazo unakuwa umepewa mkononi ili uweze kuzitumia. Kwa maneno mengine, ni kama vile unapewa check ambayo haijaandikwa chochote, hundi ambayo haina kitu chochote, na wewe kazi yako ni kuhakikisha namna gani unaweza ukaitumia hiyo hundi au hiyo siku kubadilisha maisha yako. Sasa, watu wote wanaofanikiwa, kuna namna ambavyo wanaitumia siku yao, na leo ningependa nikwambie mambo ambayo wanapaswa kuyafanya. Kuna mambo sita ambayo unapaswa kuyafanya kabla saa mbili asubuhi ubaya umekwisha kuyatekeleza ili uanze siku yako kwa mafanikio na siku yako iwe na matokeo makubwa sana. Jambo la kwanza kabisa unatakiwa kufanya mara unapoamka kabla saa mbili asubuhi ni kufanya kitu kinaitwa devotion. Devotion ni hali yako ya kuconnect wewe na Mungu wako ni kuconnect wewe na hali yako ya kiroho. Watu wengi kuzungumza mambo yao wanaona kama vile ni mambo ambayo sio ya muhimu sana, lakini ukweli ni kwamba wewe ni mwanadamu, ndani yako kuna nafsi, lakini pia kuna roho. Ndio maana ukifariki tunasema mwili wa marehemu, maana yake marehemu mwenyewe hayuko hapo. Sasa yule wanayemzungumzia anahitaji kuwa analishwa kila siku. Tumia muda wako ule kuconnect, kama kufanya sala, kufanya ibada. Huu ndio wakati mzuri kusoma kitabu chako ambacho kinahusiana na imani yako, ndio wakati mzuri wa kusoma, kwa sababu unatakiwa uconnect na yule aliyekumba. Unapojiconnect vizuri, unajisikia vizuri aanza siku yako kwa ushindi kabisa. Hii tunaita spiritual capital. Kama hauna mtaji wa kiroho ni ngumu sana kukabiliana na changamoto ambazo zitakuwa zinakuja mbele yako. Watu wengi sana wanapoteza eh, wanapote, wanakua, wanakuwa na hasira wanapoteza eh, fursa wanakuwa, unakuta kitu kikitokea wamekata tamaa, kwa sababu hawana nguvu za ndani zinaweza kuwasaidia, na namna pekee kuzipata zile nguvu za ndani ni kufanya kitu kinaitwa personal devotion. Jambo la pili, kulifanya kabla ambalo unatakiwa kulifanya kabla saa mbili asubuhi ni revise your major goals. Jaribu kutafakari, jaribu kupitia yale malengo yako makubwa uliyonayo katika maisha yako. Hii itakusaidia ili yale malengo yako ya hame kutoka kwenye conscious mind yaende kwenye subconscious mind. Kila unapoamka asubuhi, jaribu kupata muda kupitia yale malengo ulionayo, malengo ulionayo kwa mwaka huu, malengo ulionayo kwa maisha yako, malengo tofauti ulionayo, jaribu kuyapitia, jaribu kuyaangalia hivi mwaka huu. Itakusaidia kila wakati ubongo wako uwe conscious, uwe unajaribu kuona fursa zinazoendana na malengo yako. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kulifanya, tunasema read, jaribu kusoma soma kitu ambacho kita kumotivate, kitakupa hamasa. Soma kitabu, au wakati mwingine siyo kusoma tu video mind tunachosema. Sikiliza video, kwa mfano video kama unasikiliza asubuhi, unasikiliza video ya namna hii, inakutia hamasa, inakutia nguvu video mbalimbali, zinazoelezea kuhusu maono yako, lezea kuhusu namna gani, lezea kufanikiwa, lezea lezea kuhusu malengo lionayo kwenye maisha yako. Lakini kikubwa kikubwa unachotakiwa kuhakikisha unakifanya, ni kwamba jaribu kusoma kitu, usianze tu asubuhi na habari ambazo zinakatisha tamaa tamaa. Utakuta mtu anaamka asubuhi, anasoma tu habari za umbea, habari za udaku, habari za ajali, habari za skendo. Asubuhi ukiamka kabla saa mbili, hakikisha unasoma, unasikiliza, unajifunza vitu vitakavyokuongezea hamasa kwenye maisha yako. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kulifanya, uh, la muhimu sana, ni kwamba tunasema choose long term goal. Jaribu kuangalia, unajua, kwenye ile ile ile matrix tunasema ya ya, ya vitu vinavyotokea, kuna vitu vinne kila siku vinatokea kwenye maisha yako. Kuna vitu ambavyo ni vya haraka na ni vya muhimu lakini kuna vitu ambavyo sio vya haraka lakini vya muhimu, lakini kuna vitu ambavyo ni vya haraka na sio vya muhimu, na kuna vitu ambavyo sio vya haraka na pia sio Vya muhimu. Unachotakiwa kujua ni kwamba kuna vitu ambavyo sio vya haraka lakini ni vya muhimu. Unajua kusoma kitabu na kujifunza sio kitu cha haraka kwamba hakina athari kama utakifanya sasa hivi, au akina athari kama utakifanya baadaye. Lakini ukweli ni kwamba baada ya muda mrefu matokeo yatatofautiana kati yako na mtu mwingine ambaye akifanya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchagua katika malengo yako lengo kubwa ulilonalo ili uweze Kulikamilisha. Cha tatu, cha tano ambacho unatakiwa kufanya tunasema delegate first. Kila siku kabla saa mbili asubuhi jitahidi kuangalia vitu gani ambavyo unahitaji kufanya wewe, wanavitaji kufanya watu wengine, na hivyo vitu wagawanyishie watu wengine, wapatie watu wengine, wape watu wengine. Usipofanya hivyo, kila siku utajikuta ni mtu ambaye unakuwa unafanya vitu ambavyo havina umuhimu. Unatumia muda wako kufanya vitu ambavyo sio vya msingi. Unatumia muda wako kufanya vitu ambavyo havina thamani. Siku zote kumbuka Haufanikiwi kwa sababu uko bizi, unafanya mambo mengi. Unafanikiwa kwa sababu kuna vitu vichache vya msingi vyenye thamani ambavyo unavifanya, kwa uchagua vitu gani hutavifanya, utawapa majukumu watu wengine. Jambo la sita na la mwisho tunasema kabla saa mbili asubuhi lazima uhakikishe umeijenga siku yako, kwa maana ya umemap ya day, umepanga ratiba ya siku yako. Mangine washauri watu kufanya jambo hili usiku kabla, lakini kama utakuwa hujafanya, hakikisha kabla saa mbili asubuhi umechukua diary yako umekwisha andika vitu utakavyofanya, weka to-do list yako, nani utakutana naye, utafanya majukumu gani gani na kila unapokamilisha jambo moja, jaribu kuonyesha kwamba hili sasa nimelikamilisha. Ukifanya hivyo, itakusaidia usiwe mtu ambaye unakimbia kimbia kusini, kaskazini, mashariki, magharibi kufanya vitu bila mpangilio. Wote jitahidi kupanga mpangilio wako vizuri, ili ufanikiwe katika kile unachokifanya. Ukifanya mambo haya kabla saa mbili asubuhi, kwa hakika utakuwa ni mtu ambaye una ufanisi mkubwa kwenye maisha yako na utafanikiwa sana katika kile unachokifanya. Je, leo katika siku yako ni kitu gani kati ya haya unataka kuanza kukipa kipaumbele? Kumbuka, Haitoshi tu kusikia, anza kufanyia kazi. Unaishi kwenye dunia ambayo unasikia maneno mengi sana, na takribani asilimia kubwa maneno ambayo unasikia ni maneno negative, ni maneno ya kuonyesha uwezi, ni maneno ya kuonyesha kwamba hautofanikiwa. Usipofanya juhudi za makusudi kuzungumza maneno ambayo ni sahihi kwenye maisha yako, utaishia kwenye wakati wa kutokujiamini na utavunjika moyo. Ukifungua redio ukasikiliza, ukasikiliza televishen ukaangalia, mitandao ya kijamii, ni nadra sana kukuta habari nzuri zinazokutia moyo, lakini kawaida kukuta habari ambazo zinavunja moyo na kuonyesha kwamba mambo hayo yako sawasawa. Ni kwa sababu hiyo, lazima ujipangie mkakati wa namna gani unajiimarisha kwa kujizungumzisha maneno ambayo ni ya msingi kila siku, na kuna makundi matatu ya aina ya maneno ambayo ukiweza kuwa unayatumia mara kwa mara, na ukafanya kama ni program yako, inaweza kukusaidia sana kujimarisha katika hali yako ya kujiamini na kufukuzia malengo yako, na hii tunaita self programming. Kundi la kwanza la maneno huwa tunaliita positive self talk. Kwenye positive self talk, unachagua kujiambia maneno ambayo ni chanya, yanayohusiana na mafanikio, maisha yako na status yako, na hapa tunakuwa na kitu tunaitwa self Affirmation. Self affirmation ni kujizungumzisha maneno ambayo unaamini ndio inatakiwa iwe hali yako halisi, bila kujali kama kwa sasa uko hivyo au hauko hivyo. kwa unaposema kwamba mimi ni mtu hodari, mimi ni mshindi, mimi ni mtu niliyefanikiwa, mimi ni mtu ninayestawi, mimi ni mtu ambaye ninaingiza pesa nyingi, hiyo yote tunaita ni self affirmation. Kwenye kuzungumza self affirmation, kuna vitu viwili vya msingi vya kuzingatia. Cha kwanza Lazima uizungumze kwenye singular eh, usizungumze kwenye plural. Usiseme sisi tunafanikiwa. Ubongo wako haujatengenezwa kuelewa au kuliamini neno la jumla, umetengenezwa kulielewa na kuliamini neno ambalo ni singular. Kwa hiyo jizungumzie wewe, kunaposema mimi, ubongo wako unaamka, kwa sababu ndivyo ulivyoumbwa kuchukua nafasi ya mtu mmoja mmoja. Lakini cha pili, usizungumze vile unavyotaka kuwa, zungumza vile ambavyo um, na usema, Usizungumza kama kitu ambacho kitatokea kesho, zungumza kama kitu ambacho tayari kimekwisha kutokea kwao, useme kwamba mimi nitakuja kupata pesa hapana eh, unasema mimi ninaingiza pesa au mimi ninapata pesa kwa sababu eh, present ile, ile hali ulioko sasa hivi ndio command ya brain yako ilivyozoea ya. kwamba imezoea kuambiwa wakati uliopo au wakati uliopo unaoendelea ndivyo ambavyo umezoea kwa hiyo ukizungumza baadaye inaonekana kama ni kitu cha kufikirika unapozungumza kama ni kitu kinachoendelea au kilichokamilika ndio bongo wako na take command kwamba hicho ni kitu halisi kwa wakati wote. Unapofanya self-affirmation, ni vitu unatakiwa kuvizingatia, na hii kitu unatakiwa kufanya kila siku mara kwa mara eh. Kuna vitu ambavyo vimesharibu hali yako kujiamini, unahitaji positive self talk ili kuweza kujirudi kule uliko. Kuna watu tumeshakutana nao ambao tangu walipoambiwa na boss wao kwamba wao si kitu wameshindwa kujiamini tena, tangu alipoambia kwamba na wazazi wao wakawambia kwamba yani wewe, tumepata hasara tu kukuzaa, hawajaweza kujiamini tena. Unawezaje kurudisha hiyo hali? Ni kwa kufanya kitu kinaitwa self talk, positive self talk, kwa kutumia self affirmation. Kundi la pili lile tunaloita motivation of self talk, ni kweli kwamba unahitaji watu wengine kukutia hamasa, lakini si kila wakati tutakutana na mtu wa kukutia hamasa. Ndio maana lazima ujitengee muda na ujitengenezee mazingira ya kuwa na motivational self talk, wakati wa kwako mwenyewe kujihamasisha na kujiambia maneno ambayo yatakupa nguvu ya kusonga mbele. Katika hili, kuna makundi mawili ya vitu unaweza ukavifanya, au maneno unaweza ukajiambia. Cha kwanza ni kujitia moyo wewe mwenyewe tunasema encouraging yourself. Kuna wakati hutapata mtu wa kukutia moyo, unapitia magumu changamoto umebaki tu mwenyewe, ni wakati wa kujitia wewe moyo mwenyewe, wa kujiambia kwamba mimi kwa kweli nitafanya, mimi kwa kweli nitasonga mbele. Hiyo maanake unafanya encourage, una encourage wewe mwenyewe kwamba katika hili nitashinda, hivi vita ambayo nikabili. Hiyo tunaita ni motivation self talk, eneo la kwanza. Eneo la pili ni pale unapojiambia wewe mwenyewe kwamba ninaweza Manake eneo la kwanza unazungumza status yako itakuwaje. Eneo la pili unazungumza kitu gani unaweza ukakifanya, kwa unasema mimi nitaweza, ninaweza, haya mashindano ninaweza kushinda, huu mtihani ninaweza kufaulu. Eh, unazungumza kitu ambacho you are capable of. Mimi nitaweza kufanya hii biashara, nitaweza kupata kazi nikienda kwenye interview. Hayo ni maneno ambayo unajizungumzisha wewe mwenyewe, na mara nyingi tunasema unazo. ni vizuri ujizungumzishe wakati unajiangalia kwenye kioo, ili unajiona vizuri. Ni maneno muhimu sana unajisemea kwa sababu, usipoangalia hakuna mtu atakwambia, na tumeishi katika ulimwengu ambao watu wengi watatuambia hatuwezi kuliko wale wanaotuambia tunaweza. Kwa usipojiambia mwenyewe bongo wako hautasikia maneno hayo, na ni muhimu sana uweze kuyasikia. Lakini eneo la tatu ambalo unatakiwa kulifanya katika eneo maneno ya kujiambia tunaita instruction self talk. Instruction self talk ni unajiambia mambo unayotakiwa kuyafanya. Kwa mfano, sema mwezi huu lazima nianze kuweka akiba. Mwezi huu lazima nitaenda kununua kiwanja changu. Mwezi huu lazima nitaanza kozi ya kufanya. Mwezi huu nitaanza kitu fulani. Kwa hiyo, ni unajiambia vitu unavyopaswa kuvifanya, ndio tunaita instruction self talk. Unapojiambia mara nyingi zaidi, unaofanya ubongo wako uwe saturated, uwe na ile information mara kwa mara, kiwango ambacho utataka kuiona ikiwa inatimia. Lakini neno la pili ni unafanya, unajiambia steps unazotakiwa kuchukua hatua unazotakiwa kuchukua. Unajua, mara nyingi sana unakuta mtu ana mawazo, ana mipango, lakini hafanyi. Kwa sababu gani? Ubongo wake bado haujao saturated kiwango cha kutosha kumfanya yule mtu achukue ile hatua. Kwao njia nzuri ni kujiambia kwamba ese, kesho lazima nitaenda ofisini kwake, kesho kutwa lazima nitampigia simu, siku fulani lazima, unapojiambia mara kwa mara. Na wakati mwingine, nashauri unaweza ukaandika kabisa, unaandika kwenye karatasi unabandika sehemu, au wakati mwingine unaweka kwenye e, simu yako sehemu, unakuwa unaiona kila mara kwa mara, au unaweka alam ambayo unaandika nayo maandishi. Kwa hiyo kila wakati unajiambia, unapojiambia mara kwa kwa mara mara mara, ubongo wako unafika sehemu, unakuwa unaona, unaondoa ile hofu. Kwa hiyo unapojiambia ile hofu inakufa, ikifa unajikuta umechukua hatua.